Waziri wa Uchumi Samawati Ali Hassan Joho ameamrisha shirika la Kemfri na ushirikiano wa Wizara ya Maji kuja na mikakati ya kuhakikisha kwamba kuna mfumo wa maji taka katika miji yote nchini. Akiongea katika uzinduzi wa mfumo wa maji taka Runyu, Mikindani, kaunti ya Mombasa, waziri alisisitiza kwamba njia hii ndiyo italeta natija nchini environment For the present and the future generations. Kwa muda mrefu, mfumo wa usafirishaji wa majitaka mijini umekuwa shida kubwa sana kwa mazingira, haswa wakati wa msimu wa mvua. Mradi huu umefadhiliwa na umoja wa nchi za Ulaya. Gavana wa Mombasa alisema tayari ujenzi wa nyumba zaidi ya ishirini umesitishwa kwa kukiuka sheria ambazo zingeathiri mazingira. Nimejulishwa na waziri wa mambo ya ujenzi nyumba ambazo kwamba zimeweza kupatiwa cancellation. Yaani tunakuambia hata kama umeweza kuanza pale ulipofika, endelea lakini idha urekebishe na ulipe faini, na zitakuwa ni faini za mamilioni. Nyumba ishirini na saba tayari zimepatiwa cancellation, hauendelei kujenga kwa sababu unajenga huku unaumiza watu wetu, tumefahamikiana, sio? Wakati huo huo, mbunge wa Jomvu Badi Twalib aliweza kusifu mashirika ya kibinafsi kwa juhudi wanazofanya ili kulinda mazingira na kuzalisha ajira kwa jamii. Ndani ya Jomvu kuna watu ama vijana ambao wanajihusisha na mambo ya Blue Economy, mfano kama Majestic wanajihusisha na ukuzaji wa samaki. Twataka mkono wa wizara yako ya Blue Economy ilenge Jomvu ili vijana wetu wapate ajira katika mambo haya ambayo yanaendelea. Mwakilishi mwanamke wa kaunti Zamzam Chimba aliomba bahari ilindwe ili viumbe wa bahari wawe hali salama. Tumekuwa na shida sana ya maji taka yakiingia baharini, ambayo imekuwa ikiharibu samaki, inaharibu mimea ndani ya bahari na hata afya ya wananchi. Kwa hiyo huu mradi mimi nataka niupongeze sana na niseme huu mradi utasaidia sana wakaazi wa hapa uh, uh, Mikindani. Lakini awali ya yote mheshimiwa Waziri na partners na mheshimiwa governor, sehemu kubwa sana ya Mombasa maji taka yanaingia baharini, hii iwe mwanzo, lakini tuweze kusekiwa other places we make sure that the ocean is secured, tunapata maji safi ambayo yanaingia baharini na nyinyi wananchi pia mkienda kuvua samaki mpate samaki ambazo zina afya kweli urongo? It is a timely project because it addresses very critical components of our livelihood we need a clean fish we need clean environment we need a, this place to be a, having a, a protection so that our people can live in peace. Balozi wa Muungano wa Nchi za Ulaya Henrite Giga aliongoza uzinduzi huo.

To the benefit of the entire population. June Lans, Majestic Digital TV.